Hello, hello, habari. Kama kawaida ukiniona, najua kabisa na karibia kwa matokeo ya michezo mbalimbali ambayo imechezwa kwa siku ya jana, na jana imechezwa michezo mbalimbali, sasa kwa ligi ya EFL Carabao Cup ambayo imeanza rasmi kwa siku ya jana. Basi, katika EFL Carabao Cup imechezwa michezo minne kwa siku ya jana e, ambayo michezo hiyo ni kama ifuatavyo. Na mchezo wa kwanza umechezwa Manchester City dhidi ya Huddersfield Town ambapo katika mchezo huu Manchester City ameweza kupata ushindi wa bao mbili kwa bila. mm -hmm. Ambapo goli la kwanza kabisa ameweza kufunga e, mchezaji mashuhuri kabisa Phil Foden, lakini pia goli la pili ameweza kufunga Savinho na kukamilika magoli mawili kwa bila. E, lakini pia katika EFL Carabao Cup mchezo ambao umechezwa jana ni Arsenal dhidi ya Port Vale. He, katika mchezo huu Arsenal ameweza kushinda mabao mawili kwa bila ambapo magoli hayo, goli la kwanza ameweza kushinda Eze, ambapo ni goli lake la kwanza kabisa toka amejiunga na timu ya Arsenal, lakini pia bao la pili ameweza kushinda Trossard na kukamilisha mabao mawili kwa bila. He, lakini pia katika EFL Carabao Cup mchezo wa tatu uliochezwa kwa siku ya jana, mm, ni mchezo wa Newcastle dhidi ya Bradford ambapo Newcastle ameweza kushinda ushindi mkubwa sana wa bao nne kwa moja. mm, pongeze sana kwa Newcastle jana ameshinda ushindi mkubwa sana e, lakini pia mchezo wa mwisho ambapo ilikuwa ni mchezo minne, mchezo wa mwisho wa nne katika EFL Carabao Cup ilikuwa ni mchezo wa Tottenham Hotspurs dhidi ya Doncaster Rovers ambapo Tottenham Hotspurs ameweza kujishindia bao tatu kwa bila na hayo ndio matokeo ya